miaka 13 ameuawa baada ya kuliwa na simba katika kaunti ya Kajiado. Na binti huyo gredi ya saba alifariki baada ya kubebwa na kisha kuuawa na simba alipokuwa akicheza na wenzake eneo la Emakoko linalopakana na mbuga ya wanyama ya Nairobi. Na kama Gatete Njoroge anavyotuarifu ni kwamba familia nyingine kaunti ya Nyeri pia inaomboleza kifo cha jamaa yao aliyeuawa baada ya kuvamiwa na ndovu. Pindi tu tulipotua kijiji cha Emakoko Twala, Ongata Rongai tulikutana ana kwa ana na simba. Mnyama huyu anayetambuliwa kama malkia wa porini anaamua kubadilisha mkondo, nasi pia tunarudi nyuma na kumtazama. Usilojua ni kuwa ziara yetu hapa ilikuwa kufika katika eneo ambalo mtoto wa miaka 13 aliliwa na simba Jumamosi jioni, na mabaki ya mwili wake kupatikana karibu na mto. Hapa tunapata viatu vyake na alama za damu, ishara tosha ya masaibu yaliyomkumba Jumamosi, mwendo wa saa kumi na mbili jioni. Mabaki ya nguo aliyokuwa amevaa pia yalipatikana ndani ya kichaka. Simba alikuja boma hili, akaingia nyumba hii, watoto alikuwa watatu, akashika mtoto mmoja akaenda naye mpaka mtuni. Tulishughulika siku mchana usiku yote, tukaenda kupata huyo mtoto ameshaliwa Nilikuwa hapo karibu nikasikia nduru, kuja kujaribu kusaidia, nikapata mtoto wangu ndio anabebwa sa so kujaribu kufuatilia, tukuweza kuokoa. Hivyo ndivyo maisha ya Peace Mwende, mwanafunzi wa gredi ya saba, yalikatizwa ghafla na simba mla watu, tukio ambalo limeacha familia na majonzi, huku ikililia haki na nisaidie kwa sababu mtoto wangu amekuliwa waone vene watavana, mimi sina mbele na nyuma. Ningeomba serikali tuweke retro fence kutoka uko Rongai mpaka Kitengela, iwe pande hii ama pande yao, juu hiyo kama vile wameweka pande ya Mombasa. Hiyo retro fence itasaidia wanyama kuto kutokuja pande ya kwetu. Idara ya wanyamapori iliyodhibitisha taarifa hiyo imewatuma maafisa wake eneo hilo ambao wanaendeleza operesheni ya kumsaka na kumkamata simba huyo. Haya yakijiri Emakoko, familia nyingine eneo la Kieni, kaunti ya Nyeri, pia inaomboleza baada ya mpendwa wao kuvamiwa na ndovu na kuuawa siku ya Ijumaa ni kisa kinachoashiria kuenea kwa visa vya mzozo kati ya binadamu na wanyamapori, waathiriwa wakitaka idara ya wanyamapori kukabili hali. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen, Emakoko, Kaunti ya Kajiado.